Ya moto ambavyo tutawateketeza na kuwa haribu maadui zetu, lakini pia tutaandika basi zile vision zetu, maono. Nini tunataka nini Mungu afanye kwetu, lakini tuandike vitu vidogo vidogo. Nikukumbushe tunaandika vitu vikubwa yani ambavyo mwenyewe hataki vitafakari. So, mm, hivi inawezekana kweli? Lakini huyo ndio Mungu. Nabii James Nyakia hakika atatenda. Andika yale makubwa ambayo nataka Mungu yani natamani Mungu angelifanya ili siku moja kwenye maisha yangu, basi liandike, hakikisha unaliandika na unakuja nayo siku ya Jumapili na nabii Nyakia ataweza kuyaombea na yatatimia. Ah, kingine ambacho natamani kuwakumbusha ni, niwakumbushe tu basi tunapatikana Mwenge Mpakani, kwa yule ambaye ni mgeni na ametufuatilia mapema Tupo Mwenge Mpakani, nyuma ya ghorofa la Mpakani Senta. Na huduma za kumwona nabii kama ambavyo kwa ana hudumu ana hapa, anatoa nabii kwa mtu mmoja mmoja, ni siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi kuanzia majila ya saa mbili asubuhi. Nikutakia siku njema wewe ambaye ulikuwa ukitufuatilia. Kila lenye mwanzo lazima liwe na mwisho, basi tutakuletea kipindi hichi tena hapo kesho, majila na wakati kama wa leo. Nikutakia wakati mwema, ninawapenda sana na najua mnanipenda pia, najua mmenimisi lakini kesho